Mheshimiwa mkuu wa mkoa nimekopa hela kwa ajili ya matibabu nimetumia milioni moja na bado ninahitajika kurudi Bugando kwa matibabu Nimepata shida ya pingili za mgongo bado pesa ile nilikopa ni ya kwenye vikundi ninadaiwa inaliba natakiwa niende hospitali ya Rufaa hapa nahitajika nifanye mazoezi kila siku ni shilingi elfu kumi Masa, sasa sina uwezo huo. Utapatiwa matibabu yote utakayo yahitaji, na kama hospitali yetu itaona kuna sababu ya kupata rufaa, tuna hospitali nzuri sana Deo, tuna vifaa vya kisasa naweza nitakuhakikishia kwamba hospitali yetu ya Kahama ina vifaa vingi sana Deo, kwa hiyo kuwa na amani Deo. kesho nenda kwa mkurugenzi, atamuita mganga mkuu, utaenda kuanza ku fanyiwa check up za uhakika na matibabu unayostahili usichajiwe chochote, unanyelewa eh? Nitakachokifanya mimi hapa nitakukabidhi laki tatu ambayo itakuwa ni ya usafiri wako wa kwenda hospitali, lakini matibabu yako ya hospitali yote italetewa gharama mimi, wewe upate hayo matibabu asante. Mazoezi nadawa zote, na dawa zote, mkurugenzi na mheshimiwa mkuwa naomba Gharama zote za Christina, mnipe mimi. Pole sana, usivunjike moyo, haki yako utaipata. asante. Sawa eh? Amina, asante, pole sana, amina.